Habari. Kwanza niwakaribisha katika ofisi yako na niwashukuru kwa jinsi ambavyo mmeonyesha nia ya kutaka kuja kwenye hii ofisi kwa ajili ya kupata habari mbalimbali, na nafikiri hii mmeitikia tu wito wangu ambao nimesema kwamba ofisi hii ni kwa ajili ya wananchi na wote wenye nia na mapenzi mema na nchi yetu, na nyiye naona mmetumia wasaa kuja na kwa kweli ninawashukuru sana na vile vile nawapongeza sana kwa jinsi ambavyo mmekuwa kiungo kizuri kati ya ofisi na wananchi. Hilo niseme ni la kwanza na ninawashukuru sana. Lakini la pili niongelee tu juu ya masuala swala moja tu la msingi ambalo nafikiri sasa hivi ndilo jambo ambalo liko vichwani mwa Watanzania wengi na wananchi wa Simiyu wakiwa ni miongoni mwao. Kwanza sina mashaka kabisa kwamba tunaelewa kwamba uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani ni matakwa ya kisheria na uchaguzi huu, unajua wananchi wote wanafahamu, unafanyika kwa mujibu wa katiba, unafanyika kila baada ya miaka mitano, na sasa miaka mitano imeisha. Uchaguzi wa mwisho ulifanyika mwaka 2020 ishirini 20. Na sasa hivi, uchaguzi huu unatakiwa kufanyika sasa, sio hey, hatusemi tena mwezi ujao wala lini. Unatakiwa kufanyika mwaka huu na ni mwezi huu na tarehe 29 siku ya Jumatano ndio uchaguzi mkuu unaenda kufanyika kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, na kwa jinsi ambavyo wananchi na watu wote tunafahamu, na katiba yetu ndio mwongozo unaotutaka sasa tutekeleze swala hili, na kwamba uchaguzi huu upo na wala hauna mashaka yoyote. Ninashukuruni sana kwamba nyewe nimekuwa ni washirika wa taratibu zote zinazohusu maandalizi ya uchaguzi, lakini ningependa niwaelezeni kwamba Eh, shughuli zote za uchaguzi huu unaofanyika tarehe 29 Oktoba zinapangwa na kusimamiwa na tume huru ya uchaguzi. Tume huru ya uchaguzi ndiyo yenye dhamana ya kusimamia uchaguzi huu na si mamlaka nyingine yoyote, kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, na kwa sasa hivi shughuli hizo zinafanywa. Sasa nini kazi ya serikali katika swala zima la uchaguzi? E, serikali kazi yake ni kusimamia na kuona kwamba shughuli hizi za kisheria hizi za kikatiba zinatekelezwa kwa mujibu wa kwamba ilivyokuwa mipango, na kwa hiyo wanachokitegemea kwetu sisi INEC, sio kusimamia uchaguzi wala shughuli za uchaguzi wao, ni kuhakikisha sisi tunawapa sapoti, au sisi kama serikali tunahakikisha kwamba wanafanya shughuli zao kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba na bila kuingiliwa ama na mtu ama na taasisi ama na chombo kingine chochote. Na kwa hiyo sisi ndio kazi yetu kubwa na kazi kubwa katika maeneo haya ya serikali. Sasa kwa msingi huo au kwa muktadha huo, ni kulinda amani, ni kuhakikisha kwamba mambo yote yanahakikishwa, lakini kwa upande mwingine sisi serikali na sisi tunachungulia shughuli zinazoendelea. Lakini tunashukuru sana na ninataka niwahakikisheni kwamba tunaipongeza INEC kwa sababu sisi kama wasimamizi, mimi ofisi yangu kama kiongozi mkuu wa serikali katika mkoa huu ninafuatilia kazi zinazofanywa na INEC bila kuziingilia, lakini nazifuatilia. Nataka nichukue nafasi hii kuipongeza INEC au tume huru ya uchaguzi na mahususi katika mkoa wetu wa Simiyu kwamba kazi zote zimeendelea kufanywa vizuri. Nataka kusema hivi kwa sababu katika siku za mwanzoni kabisa majimbo ambayo ya yanatakiwa kufanya uchaguzi yametambuliwa, kata majimbo yetu yako nane baada ya kuongezeka kwa jimbo moja, lakini INEC au tume huru ya uchaguzi imeshatambua vema kata zetu mia moja na thelathini na tatu ambazo zinatakiwa kufanya uchaguzi. Lakini wenzetu wa INEC tayari wamekusha kutambua kabisa idadi ya wananchi ambao wanastahili kupiga kura, karibu milioni moja mia moja na ishirini na mia tatu na arobaini na kitu wanatakiwa kupiga kura lakini vile vile tunashukuru kwamba tumeshatambua karibu vituo elfu mbili na mia tisa hamsini vya kupigia kura. Lakini vile vile ofisi inatambua kwamba tumeshatambua sehemu idara e, kwa upande wetu polisi e, wakishirikiana na mamlaka zingine za usalama tumeshawapata watu watakaohusika na usimamizi katika vile vituo vyote elfu, elfu mbili na mia tisa na hamsini na kwa hiyo hizo ni kazi nzuri ambazo zimeshafanyika lakini kwa kufuatiliaji vifaa vinavyostahili kwa ajili ya, eh, ya uchaguzi vimeshaanza kufika katika maeneo yanayotakiwa, na semina mbalimbali zinazohusu uchaguzi au wale watu wanaohusu wanaohusika na uchaguzi yameendelea kufanyika. Na kwa hiyo hii ni hatua nzuri sana kwa upande wa INEC na naipongeza sana. Lakini kwa upande mwingine sasa, kwa upande wetu sisi kama serikali, pamoja na kuangalia hayo, lakini tunao wajibu. Sisi serikali lakini na hapa niombe taasisi zingine zote, taasisi za dini, mashirika yasiyokuwa ya, ya kiserikali na hasa nyie vyombo vya habari kwamba kazi iliyoko sasa hivi ni wananchi kutumia haki yao ya kikatiba ya kutoka kwenda kupiga kura. Yaani lililobaki tu ni hilo, kwa sababu kwa siku hizi karibu tisa kumi zilizobaki, hakuna kazi nyingine. Kama ni kampeni, lazima tukubali kwamba vyama vyote siasa kampeni hivi ni zile siku za. Ninashukuru sana kwamba kamkoo kwa wetu wasimiu kumekuwa na kampeni za amani, na na nanyewe uandishi wa habari, mtanikubalia hamna mahala popote ambapo pa mmeripoti pametokea fujo au pametokea sintofahamu au pametokea kukwaruzana miongoni mwa vyama hivi. Nnavipongeza na vipo, na sana vyama vyote vya siasa kwa jinsi ambavyo vimefanya kampeni e, zake kistaarabu kwa hapa mkoani, kwa sababu sisi ni wafuatiliaji. Vyama sita vimefanya kampeni ama kwa kupitisha wagombea wa nafasi ya urais ama kwa kupitisha wagombea wenza kwa nyakati tofauti, na bado wataendelea vyama hivyo sita. Tunazo Chama cha Mapinduzi, tuna chama cha CUF au KAFU, tuna UDP, tuna Chauma, tuna DP na NLD sisi tumefahamu hivyo kwa sababu vimezingatia taratibu na vimetoa taarifa kwenye mamlaka zinazohusika, na sisi tumefuatilia na tumeona kwamba vimeendelea kufanya kampeni zake eh, kwa mujibu wa taratibu. Vyama sita hivi na kwa mimi inavipongeza sana sana sana, lakini kwa kampeni zingine za ubunge na udiwani tunavyo vyama takriban kumi na moja ambavyo ni Chama cha Mapinduzi, ST Wazalendo, cha Umma, ADC CUF, NCCR Mageuzi, CCK, TADEA na DP, ADA na NDP na UDP vimepita na vimefanya kampeni na bado mpaka sasa hivi vinaendelea kufanya kampeni. Ninashukuru sana kwamba vyama hivi vimefanya kampeni kwa ustaarabu. Zimebaki siku chache, na mimi natoa rai kwamba viendelee kufanya kampeni, lakini navyo vitusaidie kutoa rai kwa wananchi kwamba pamoja na kampeni lakini jambo la msingi ni kwamba wananchi sasa watoke kwenda kupiga kura, ili katika nafasi hizi za urais, udiwani na ubunge waweze kumchagua kiongozi wanayefikiri anafaa kwa nafasi hii kwa kipindi kijacho cha miaka mitano cha kuanzia hii 2025 hadi 2030. Mimi hilo ningependa niseme kwa niseme, kwamba nawapongeza sana, lakini kwa jambo moja tu ambalo naona litakuwa limetrend na trend sana kwenye mitandao Ila trendi sana kwenye maeneo tofauti tofauti ni hili suala linalohusu e, baadhi ya watu au baadhi ya taasisi au baadhi ya e, ni sijui nitaeleza vipi, au kama ni chama labda tuseme, ambacho kuna matishio ya kuwataka wananchi wasitoke kwenda kupiga kura. Kuna matishio ya kwamba wananchi wasiende kupiga kura na vile vile kwamba tarehe 29 tarehe 29 mwezi huu 2025 eti kwamba kutakuwa kuna maandamano. Mimi ndugu zangu waandishi wa habari, nawaeleza maswala haya tumeyafuatilia sana, lakini na nyie mtaniambia kama mmewahi kuona kikundi hicho ama mmeona watu hao. Hawajaonekana. Nataka niseme haya ni mambo ambayo yanasomwa kwenye mtandao yakifanyika pale Dar es Salaam kupitia kwenye mtandao yana watu wanawapokea huku Simiyu, na wanaanza kutu, ya kutusambazia, yakitokea Arusha wanaanza kutusambazia, yakitokea sehemu nyingine, na pengine na hapa. Kuna watu, unajua hii dunia tumeumbwa watu, binadamu tumeumbwa, kuna binadamu wameumbwa tu kuchafua. Sasa kama ni chama eh, kama ni chama, kama ni watu, kama ni kikundi cha watu, mimi nataka niwaambieni kwamba hayo ni matamko tu ya mitandao, ni matamko ya mitandao yanataka kuleta yanayotaka kuleta kuatia wananchi hofu. Na vile vile, tumeona kama tufuatapo kwenye mitandao, wako watu nje ya nchi hii wanahamasisha wananchi wasijitokeze kupiga kura, lakini sio hiyo tu, wanahamasisha maandamano. Wenzetu wako nje, wengine wako Marekani, tunasoma kwenye mitandao, wengine wako Dar es Salaam wamejificha mahala, ambao nashukuru sana jana na juzi nimeona mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akitoa maonyo, lakini wengine wako katika mikoa mingine. Kinachofanyika sasa hivi ni watu wachache tu, unaweza kukuta wamekaa pahala e, na pengine watu hawa wanafikiri hata mabando hawana wanaenda mahali ambapo wanaweza kupata bando la bure. Basi wakishaingia na simu zao hapo, watu wengine wanafanya kazi wao, wanaanza kutuma. Lakini najua kwa sababu kuna watu ambao wanania ovu, kuna watu wanaweza wakawa wamepewa hela kidogo tu ili walete uchafu uchafuzi wa hali ya hewa najua kila kitu kibaya kinachofanywa na mtu kina faida kwake lakini kinaleta madhara kwa maslahi ya wananchi au kwa, kwa maslahi ya taifa zima. Na kwa hiyo niomba nichukue nafasi hii na niwaombeni sana sana kwa kadri ambavyo itawapendeza na najua kabisa e, Nyanza FM ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni watu ambao mnapenda kuona amani mnapenda kuona shughuli za nchi zikiendelea kwa tulivu mtusaidie kutangaza hili na pengine mulitangaze mara kwa mara kwamba hayo matishio ni ya kwenye mitandao, na wako watu wengine wachache wanajaribu kuandika andika tu vipeperushi tudogo wanatutuma, lakini nataka niwaambieni hakuna mtu anayeshikika, hakuna kikundi kilichoko hapa shinya eh, hapa Simiyu ambacho kwa namna yoyote au, au au kwa, kwa namna yoyote ile wanahusika na kuandaa maandamano ni matishio. Wananchi wawe huru, waendelee na kazi zao, waweke vile zile kadi zao za kupigia kura tarehe 29, na mapema waingie kwenye mistari na waende wapige kura, na wakimaliza kupiga kura nitoe rai watu warudi nyumbani kwao, ili kuanzia jioni sasa tuanze kusikiliza matokeo ya uchaguzi wa mheshimiwa rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wetu, matokeo ya uchaguzi wa wabunge pamoja na madiwani. Ni kweli kabisa, labda nikitoa mfano mmoja hapa juzi juzi hapa, nafikiri itakuwa kata ya sapibi au sehemu gani tulienda. Kulikuwepo na kuna manju mmoja alifariki, manju mmoja alifariki. Kwa kuhudhuria huo msiba, sasa tuliposubiria ule msiba, ule msiba ulikuwa na watu wengi zaidi ya watu 2000 au 3000 hivyo walihudhuria, na ni utamaduni wa maeneo haya, tena utamaduni ulio mzuri kwamba kafa miongoni mwao, mtu mmoja tena, mtu maarufu manju, basi wana mila na desturi zao za kusimika warithi wa yule aliyefariki, na kwa wenzetu huku huwa wanajitahidi sana kufariji wafiwa, si kwa kulia, lakini kwa kucheza ngoma na kwa kuleta shughuli zingine zote ambazo zitamwondolea machungu au zitawaondolea machungu wale wakule. Ni utamaduni mzuri tofauti pengine na tamaduni mm. zingine za mahali pengine wanaweza kukuta watu wale pengine wamejawa simanzi hapa hapa na kwa hiyo wale watu walikuwa wamepika vyakula walikuwa wanacheza ngoma na kadhalika mimi niliona mtu mmoja tu huyo niseme nilimuona mtu mmoja amevaa t-shirt yake imeandikwa no reform no election akiwa anapita pita katikati ya watu elfu mbili mtu mmoja tu kijana mmoja tu sasa mimi nilikuwa namfuatilia sana kwa sababu nilikuwa najua anachokifanya alikuwa anapitapita kwenye yale makundi ya wale watu wanaocheza ngoma, wale watu wanaokula, wale watu wanaofanya shughuli zao zingine zote za kitamaduni zinazoendana na msiba ule, na alikuwa na mtu anayemfuatilia fuatilia fuatilia, akimpiga picha. Sasa mimi najua yule mtu akiondoka pale, baada ya muda fulani alipotea. Baada ya kuondoka, mimi nafikiri hizo picha anaenda kuzipeleka Marekani, anaenda kupeleka nini, atakuwa anaelezea kwamba anahamasisha, anahamasisha watu wafanye nini, anahamasisha watu waandamane. Watu ni zaidi ya elfu mbili wako kwenye msiba. Nafikiri ilikuwa sapiwi. E, eh, hapa hapa hapa hapa hapa hapa hapa hapa e, Simiyu. Watu zaidi ya elfu mbili vyakula wanacheza naye eh mwenyewe anapita pita tu anapita pita tu. Mimi nataka kukwambia hata wale wote waliokuwa wanafanya zile shughuli walikuwa hawajui ile t-shirt no reform eh, no, reform no election zwei, na kusudi. Wao walikuwa wanaona kama mtu mmoja tu amejivalia naye kaja kushiriki msiba. Kumbe mwenzetu alikuwa kwenye kazi, anajichanganya na watu, ana mtu wake anamfuatilia na kamera. Mara akifika hapa nyanyue hiki, mara akifika hapa asalimiane na watu hawa, mara mimi macho yangu yanamuona tu. Matokeo yake yakaondoka. Mimi najua hizo picha sasa hivi labda pengine amegawiwa mgao wa kutosha kula sasa hivi mpaka siku zingine zijazo, anaenda kudanganya watu kwamba alikuwa kwenye kuhamasisha. Angalieni watu mliowaona wengi kiasi hiki, si kweli. Wale watu walikuwa kwenye msiba na walikuwa kwenye shughuli zao za nini kwenye shughuli zao za msiba hasa hapo. Akirusha picha hizo, watu wanaanza kufikiri kweli kuna watu wamehamasishwa. Ninawaomba wananchi waanze kudanganya. Wakati huu ni wakati wa kilimo, ni wakati wa kuandaa mashamba, mvua za kwanza za kulimia. Nashukuru wananchi wanaendelea kwenye mashamba, wengine wanaanza kuandaa mashamba yao. Sasa hivi ni wakati wa kugawa mbegu za pamba, wananchi waendelee kupokea mbegu zao, waendelee kufanya shughuli zao za kiuchumi, na serikali iko mbele kabisa, sio iko nyuma, iko mbele yao kuhakikisha kwamba hakuna mtu yoyote atakaye wa, atakayewasababishia vurugu yoyote au atakaye wasababishia, atakaye wasababishia, au atakaye fanya usalama wao usi usi usiwepo. Wajitokeze siku ya 29 asubuhi na wakimaliza waondoke, na natoa rai kwa wananchi wote baada ya kupiga kura, hakuna sababu ya kukaa kwenye vituo kwenye vituo. Kuna wale maafisa wanaohusika na masuala ya kupiga kura, kuna wasimamizi watakohakikisha kwamba hakuna mtu anawaingilia, na wale wagombea wana wana mawakala wao pale. Hili swala la kwamba kuna watu wengine watakuja kutunza kura au watakuja kulinda kura, ionekane kama kwa kweli ni jambo ambalo ni mwanzo tu wa vurugu. Nataka niwahakikishie wananchi, haya yanayosemwa yote yanatokea kwenye mtandao. Sijasikia kikao sijasikia mkutano, sijasikia eneo lolote linaloelezea watu hawa. Ni matishio ya kwenye mtandao, na kwa hiyo wananchi wayapuuze kabisa kabisa.